ndugu zangu tumepewa kichwa Mungu yuko pamoja nasi hatua ya Mungu kushuka kuacha enzi juu mbinguni ashuke aje akae na wanadamu tena wanadamu hawa ni watu wakaidi ni watu wenye dhambi, ni watu waasi, sio jambo jepesi. Nimethibitisha upendo wa Mungu kwa taifa la Mungu na watoto wake. Kwa hiyo tendo hili ni tendo tunalolishuhudia, ni tendo la kimungu zaidi, la Mungu kukaa pamoja na sisi na Biblia inatuweka wazi ya kwamba Mungu anakaa ndani yetu kwa wale ambao wamempokea na kumwamini. Na ndio maana injili ya Yohana inaweka wazi sura ile ya kwanza mstari wa kumi na mbili, wote tena waliompokea wamefanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Tena Mungu mwenyewe ni mtakatifu, kwa hiyo maana yake hata wanaompokea wanakuwa watu watakatifu, kwa sababu Mungu ana sifa ya utakatifu. Kwa hiyo tunapoadhimisha jambo hili, tunaposherekea kuzaliwa kwake Yesu Mwokozi, tunaposherekea kukaa pamoja na mimi sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana la kiimani, na kuona kwamba Mungu ameshuka anakaa pamoja na sisi. Hivyo hatuko peke yetu, hata mahali hapa tunapotembea, hatutembei peke yetu, tunatembea na Emmanuel, maanake Mungu yuko pamoja na sisi sote. Ndugu zangu wa Kristo wenzangu, tukio hili halikuwa jepesi kama tunavyofikiria. Ujio wake hapa Yesu duniani ulikuwa ni, wa, ni mgumu sana. Kwanza huyu mama aliyepokea ujauzito uzito, Mariamu aliishi katika maisha magumu mno, lakini pia aliruhusu na alikubali kupokea Yesu azaliwe ndani ya maisha yake. Mila na tamaduni za Kiyahudi hazikufanya kazi kwa sababu aliyembeba alikuwa ni mwana wa Mungu na ndio maana malaika walimwambia Mariamu, usiogope, maana hiyo mimba ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu na kinachozaliwa ni kitakatifu cha Mungu. Kumbe tukikaa ndani ya Yesu hakuna kitu kitakachotuzuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu hakuzulika na jambo lolote ni kwa sababu tu amekubali kumbeba huyu Yesu, na anazaliwa chini ya utawala wa mtu anaitwa Herode mfalme. Huyu mtu alikuwa katili sana, alitenda mabaya pale Bethlehemu, na moja ya jambo baya alilotenda ni kuhakikisha kwamba watoto walio chini ya umri wa miaka miwili anawaua, lakini tendo hili linafanyika tu kwa sababu anataka kulinda cheo chake anataka kulinda mamlaka yake. Kwa hiyo aliposikia Yesu amezaliwa, mfalme anataka kumwona huyu mfalme aliyezaliwa ni nani hivi, akatamani amuue, amwangamize. Alishindwa kumfuata Yesu moja kwa moja, akatoa amri kwamba watoto wenye umri wa miaka miwili wauawe, akiyamaanisha kwamba ndani yake Yesu atakuwa katika umri huo juu, anataka kumwaga damu isiyokuwa na hatia. Eti kwa sababu tu anataka kulinda cheo na mamlaka yake, lakini jambo la kushangaza, Yesu katikati ya giza nene, ndipo Mungu anamuondoa Yesu anaenda kule Misri. Jambo lilikuwa la ajabu sana, Mungu ametunza. Ukiwa ndani ya Yesu una ulinzi tosha, unalo tumaini tena unao ushindi kwa sababu Mungu anatawala maisha yako. Ambalo tunaliangalia ni kuunganishwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ni jambo la ajabu sana. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo ni tukio la furaha linalotuunganisha wa Kristo wote duniani wote. Tukio hili halibagui kabila haibagui taifa, haibagui hali ya mtu, bali wote tunaunganishwa kupitia neno la Mungu. Na ndio maana niliposema pale, wote waliompokea wamefanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Ninyi ni watoto wa Mungu kwa sababu Yesu tumempokea Yesu na Yesu yuko ndani yetu. Leo tumekuwa familia moja kwa sababu na huyu Yesu aliyeshuka ametuunganisha. Kwa hiyo ukubali hukubali, huyu Yesu ambaye amekuja kwetu ni kiunganishi, lakini anatuunganisha sisi pamoja na Mungu. Tafasiri yake walio waovu wanatakaswa, tunasafishwa kuwa taifa la Mungu, watakatifu wa Mungu. E, Biblia inasema Iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Hivyo utakatifu ambao Mungu anauleta kupitia Yesu Kristo unatuunganisha. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi na kukimbia usoni kwa Mungu, Mungu anaturejeza kwa njia ya upole sana, kwa njia ya huyu Yesu Kristo ambaye amezaliwa. Maneno ya Isaya yanatupa huyu mtu anayekuja Yesu ambaye amezaliwa. Isaya tisa mstari wa sita unatukumbusha hivi, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Sasa huyo ndio mfalme, lakini huyo mfalme ana sifa, sifa hizi ndiyo pekee ambazo kanisa na Wakristo tunapaswa kuziiga na kuzifanya katika maisha yetu, kwa matendo yetu. Siku ya Yesu ni mshauri wa ajabu. Wako washauri wengi duniani, lakini mshauri huyu ni mshauri wa ajabu anakupa ushauri mwema na mzuri, tena ni Mungu mwenye nguvu Baba wa milele, mfalme wa amani. Tafsiri yake tukiwa ndani ya huyu Yesu tumepata mshauri mwema wa kutuongoza. Kwa hiyo Krismasi ni ushuhuda wa upendo wa Mungu kwa wanadamu wote na mwaliko wa kumpokea Bwana wa amani ambaye ni Yesu, awe kiongozi kwako, awe kiongozi kwangu, atuunganishe

Na Yesu anasema kae ndani yangu nami ndani yenu, yaani yoyote anayekaa ndani ya Yesu, tafasiri yake amekubali kushauriwa, kutawaliwa, kuongozwa na Yesu. Shida tuliyokuwa nayo, hatutaki kutawaliwa na nani? Na Yesu, hatutaki kuongozwa na Yesu, lakini wito wa Mungu unatotaka kama kanisa kuwa na mshauri huyu. Tena mshauri huyu atatufanya tuishi kwa amani na kwa furaha. Zipo familia hazina amani, yapo mataifa hayana amani, tafasiri yake hawajapata mshauri mwema. Sisi Krismasi hii tumepata mshauri mwema wa kutusaidia kutunza amani katika familia katika kanisa na taifa kwa ujumla wake. Lakini jambo la pili, Yesu Kristo ni zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Nabii Isaya anasema mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Wakristo tunakumbushwa ya kwamba Yesu hakuja kwa bahati mbaya, bali kwa mpango wa Mungu, mpango maalum Unaweza ukaenda mahali, hauna lengo, hauna lengo maalum la kupeleka hapo ulipokwenda. Unaweza ukaingia katika jambo gumu kwa sababu ya kukosa lengo. Mungu anatufundisha lengo kubwa la kumtuma Yesu, kuokoa watu na dhambi zao. Biblia inasema vizuri sana maneno ya Mungu katika Injili ya Yohana 3:16 unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee. Ukimwona mtu amepotea katika dhambi, tafasiri yake ni nini? Huyu hajapata kiongozi mwema, hajawa na Yesu katika maisha Tafasiri yake bado yuko kwenye giza, hajapata nuru ya Mungu, na nuru hii ni Yesu ambaye Mungu ameileta kwetu. Kanisa, tunakumbushwa ya kwamba Yesu huyo ambaye amekuja, kazi yake kubwa ni kumwokoa mwanadamu aliyoko katika dhambi. Luka 2:11 Yesu alizaliwa, ni Mwokozi wa wanadamu. Kwa hiyo Krismasi hii itukumbushe kupokea zawadi ya wokovu na neema ya Mungu. Neema hatukustahili, na ndio maana tunaimba ule wimbo hastailie, hapana kutamka lazima azae matunda na matunda hayo ni mabadiliko ya kiroho ubadilike, nibadilike, waone kweli umestahilishwa kwa neema ya Mungu. Wewe umekuwa mtu mwema, watu ambao walikuona wewe ni mbaya sana wa kushuhudia wewe ni mtu mwema, watu ambao walikuona hufai washuhudia wewe mtu unayefaa, watu waliokudharau uheshimiwe katika jamii, kumbe ni kwa sababu tu umestahilishwa na umetii neno lake Mungu. Huyu Yesu ambaye amezaliwa atubadilishe maisha yetu, na hili ndilo kanisa ambalo Mungu analitazamia kuliona. Haiwezekani Mungu asione mabadiliko. Chuki zinatoka wapi? uadui unatoka wapi? Magombano yanatoka wapi? Mungu haelewi? Maana wewe unasema niko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani, Mungu yuko pamoja nami. Leo imekuwaje? Mungu anatazamia kuona kanisa la Mungu, anataka kuona upendo wa watu wa Mungu, anaona watu wanaojali utu wa mtu watu wanaheshimiana, watu hawadharauliani, watu wanakuwa wema, wanakaa pamoja. Na ndio maana Bibilia inasema tazama, jinsi ilivyo vyema ndugu ukaa pamoja kwa umoja. Mtakaje pamoja kama hampatani? Yesu huyu ni Bwana wa amani, ameleta amani yes, sis, ya sisi tustahilishwe, tukikaa ndani yake Yesu. Kwa hiyo neema ya wokovu, zawadi kwetu, tuitumie vizuri ili watu waone baraka zilizoko ndani ya Yesu. Jambo la tatu, Yesu ni mfalme wa amani. Ujio wa Yesu kwa kanisa ni kupokea amani. Isaya anamwita Yesu mfalme wa amani. Amani hii siyo ya dunia. Amani ya kweli inatoka kwa Mungu. Hatuna duka la amani. Leo ukiona watu wanaichezea amani katika taifa lao, wanachezea amani katika familia zao, wanachezea amani katika sehemu zao za kazi ni hatari sana. Tafasiri yake ni kiashiria tosha ya kwamba huyu Yesu hajaonyesha mabadiliko ndani ya maisha yetu, maana yeye mwenyewe ni Bwana wa amani na mpenda amani. Yohana 14:27 anasema amani yangu na wachieni. amani yangu na wapa ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoao. Ulimwengu hauwezi kutoa amani. Amani ya kweli inatoka kwa Mungu. Na ndio maana Mungu anatukanya na kutuasa tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Amani na watu wote. Na amani inapokuwepo tunaweza kukaa kama tulivyokaa leo, ni kwa sababu ya nyumba wakikaa pamoja kuna amani. Na wengine hata katika ndoa zetu hizi kunakuwa na mambo magumu, ukiangalia wakati wa uchumba na wakati baada ya ndoa. Inawezekana wakati wa uchumba mlishikana mpaka mikono, lakini baadaye ya mambo yakaharibika, kila mtu kumshika mwenzake ni aibu, anajisikia vibaya na hivyo amani nto, na inafikia mahali unasema ah, sitaki kuongozana naye. Unamtafutia gari ya kwake yeye atembelee gari yake, nawe gari yako Watu wengine wanafunikwa huko nje, wanasema hawa wenzetu wanaishi maisha mazuri sana, kumbe hawa watu hawana nini? Amani. Wanajificha kwenye vyombo vya usafiri. Yesu huyu anayetuleta pamoja, amani, na ndicho Mungu anachotaka na ndicho Mungu anachotuelekeza. Hii ina maana ya kwamba amani ya kweli inapatikana tukiwa na mfalme wa amani ambaye ni Yesu. Krismasi hii itukumbushe ya kwamba tumeitwa kuishi na kueneza amani ya Kristo katika jamii. Wewe ni balozi wa amani, ni balozi wa amani. Usifurahie ukiona kuna mapigano, usifurahie watu hawakai pamoja. Ah, furahia ukiona watu wanatembea na Mungu anafurahi. Furahia kwa sababu unaona taifa linatembea pamoja. Nyumba za ibada zitumike kutangaza amani, na mwingine, mtu ana matatizo yake na mizigo yake, hapati mahali pa kutua mzigo wake, anaupeleka kanisani kwa Mungu, asije akakutana na vikwazo vikamnyima amani katika maisha yake. Familia zitangaze amani ya, ya kweli ya huyu Yesu ambaye amezaliwa kwetu. Ndugu zangu, amani hii ikipotea, hatuna mahali pa kuipata kwa sababu Yesu mwenyewe ni Bwana wa amani. Na Yesu hapendi mafarakano. Yesu anapenda utulivu daima, watu wakae pamoja kwa umoja. Umoja huu ni wa kimungu zaidi. Nimeshangaa kwamba hivi duniani kote watu wanaadhimisha huyu Yesu aliyezaliwa, alafu watu wanakaa pamoja, watu wa makabila tofauti, wa mataifa tofauti, wanaungana, wanaimba nyimbo moja, wanashirikiana neno la Mungu moja, linawaunganisha huyu Yesu amefanya kazi kubwa sana. Hakuna yeyote aliyeweza kuunganisha ulimwenguni kama Yesu, kutuunganisha pamoja. Kwa nini kanisa tusiwe mfano mwema wa kuigwa? Wa kuwaleta watu pamoja wakae kwa amani. Jambo la nne, ndugu zangu, ndugu wa Kristo, utawala wa Yesu Kristo ni wa kudumu. Na unaongozwa na haki na uadilifu. Kuna haki ndani yake, kuna uadilifu ndani yake. Mahali ambapo hakuna uadilifu Mungu anachukizwa sana mahali ambapo hakuna haki Mungu anachukizwa sana. Mungu anatamani kuona kila Mkristo anamtendea mwenzake jema jema, lakini ukiona watu hawatendeani mema hawatendeani haki hakuna uadilifu, ndugu zangu, Kristo hata kama mahali hapo tutakuwa peke yetu, tusiifanye Krismasi ya mazoea. Sio tukio la kawaida, bali ni mwaliko wa kumpokea Yesu Kristo mioyoni mwetu, na ndio maana nasema Mungu yupo pamoja nasi. wa Kristo, ni wakati wa kukubali, ni wakati wa kukubali wa kumpokea Kristo akutawale, akuongoze. tunakumbushwa ya kwamba tukiwa na Kristo akituongoza katika maisha yetu, sisi tutakuwa nuru ya ulimwengu. Tumkaribishe Kristo, tuishi katika amani yake, na tutangaze wokovu wake kwa maneno na matendo. Muda mwingine maneno tunayoyasema hayaambatani na matendo tunayoyatenda imani tunayoishuhudia haishuhudiwi na matendo tunayoyatenda, mwenendo tunaoenda nao duniani hauonyeshi nuru iliyoko ndani ya Yesu Kristo. Kumbe Mungu anatukumbusha, anatukumbusha kwamba Wakristo, hebu tumtangaze uokovu kwa maneno eh, na matendo yetu. Na ndiyo maana maneno ya Ufunuo yanasema hivi He, tazama Ufunuo tatu ishirini. Yesu akasema nabisha mlango, mtu akifungua nitaingia na kukaa naye. Yesu akikaa ndani yako, Yesu akikaa ndani yako, wewe utakuwa mtu mwema, mtu mwema sana. Yesu akikaa ndani yako, akutawale, hautakubali kumtendea mwingine baya, hautakubali Yesu akiwa ndani yako, wewe utakuwa barozi wa Mungu wa kutangaza habari njema, habari za matumaini, habari za furaha kwa watu wote. Wewe hutaleta huzuni kwa wengine, hutaleta, wewe hutaleta masononeko mpaka mtu wa sitamani kuishi duniani kwa sababu yako. ah, ah. Wewe ni chombo cha amani, wewe ni barozi wa amani, ni barozi wa kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo Yesu afanye makao kwetu. Yeye amegonga, anabisha, mwanadamu afungue. Kufungua tafasiri yake, nikubali kutawaliwa na Yesu katika maisha yako, uongozwe, akuonye, akuelekeze, ukawe mtu mwema. Nimalizie ndugu zangu kwa kusema twendeni, tukatangaze amani kwa watu wote Tumpokee Yesu, tutembee naye, tuishi naye, tukawe mashahidi wa mwanga wa Yesu, mwanga mzuri, tukaondoe giza mahali penye giza, tukatende haki mahali pasipokuwa na haki, tukalete amani mahali amani ambapo haipo, na Kristo akawe ndiyo tumaini letu na uzima wetu wa milele, na tukae ndani yake. Hivyo kila mmoja wetu abebe ujumbe huu, tumeitwa kuishi na kueneza amani kwa familia, kanisa na taifa kwa ujumla wake. nimekombolewa na Yesu wimbo mzuri sana nimekombolewa na Yesu